Mimi yule kwa pose naomba ukija kwangu uje na akili timamu. Mimi mwenyewe nimeamka siko sawa kabisa na kwambia ali jamoto. Acha kunishamba hivyo kitu gani jamani, shuga yangu. Sio kila siku mtu kuamka iko sahihi. Yao babana yipo sawa, mizimu, yao mama na yipo sawa. Sema shida yako ulileta hapa. Afu siku hizi uko, uko vibe uko pamba unapendeza ali jamoto. Sema shida yako wewe umekuja hivyo kimpamba mtu tu. Unajua una shida. Kwa sema shida yako mimi nikusaidie na kazi zangu leo. Yaani T.

Hali moto kupa wewe hela mimi kukopesha sio kweli. Labda kuna danga pa nikupe. Danga nitamaliza matatizo yako. Yaani na umachepele wangu wote na mwenzio mambo ya danga ah, ka mimi mwenzio ule mume wangu ninavyompenda. Sijai kumchiti hata siku moja. Mume kwa mume gani ule kibaka mwizi? Muda wote anakuacha heda. Mwanje tu heshimiane. Mume hmm, wangu sio kibaka. Hapana, Dia moto. Mume wangu ni Samboy mtamzima anamtaka. Wewe mwenyewe ulikuwa unamtaka. Yule mwizi anamtaka nani yule? Adijamoto, ile matatizo yako wewe, sio mtu mwingine. Amtaki mtu kama yule. Mimi nampigia danga hapa kusaidia matatizo yako, na kweli, shida imevaa sketi. Jambo limenifika mzee, tajili tajili, boss kabisa, tajili yangu na baya na mtoto mkali hapa, hatari mambo nakunyimaga wapi? tajili na no ya eh. yangu na, na, na, ah, eh. eh, na, na, na mambo yako hapo nayapenda no mambo kama yote. Ndugu yangu, sikia nkwambie, nina mtoto mkali bala yani, nina mtoto mkali hatari yani, kwambia mkali mkali kweli, mtoto wa elfu mbili mtoto wa elfu mbili Nakunyimaga wapi, tajili yangu? na mambo yako hapo nayapenda mambo kama yote. Hey, tumela vocha kwanza, mtoto amempata una ha, baya tajili una baya, mimi uniamini. A sasa sasa sasa, kitu leo leo nakileta hapo hivi, ina baridi mshikaji wangu tumela... ah, boss ya boss tajili, mona mambo, si tuna watu ila mwanjia, shoga yangu, singumwambia tu ukweli kama mwenzio nimezaliwa themanini na tisa. Yani unamwambiaje mtu nimezaliwa elfu mbili wakati unaona kabisa majenya jioni, sura ishaweka print. Shoga yangu, hivi kabisa mtu mwambie mtoto themanini na tisa au wa mwaka gani huko, kwa hivi atakwambia, uje kweli, sibao tuende kabisa tukaonane naye. Hata kikukataa usoni umezeka, lakini nyuma shepe unayo awezi kukataa. Hamna shida hata kidogo, we subiri tua Katuma, jamani <laughs> Mpigie basi mpigie, mpigie ningeinempigie mpigie, mpigie. Pigie. Sajili mwa mama, nimeuona una baya tisajili pambe. Umalikubaliye. Ah, mimi na wewe tena, ongea na mtoto. Mume wangu Poa, vipi bebi? Mi niko poa off kwako, mi niko tayari wewe tu. Ah, poa poa, tajili poa, tajili haya, tajili wangu, sasa hivi namleta. Ah poa, aya, ama kweli jamani. Haya toa hiyo hela shoga yangu mimi niondoke. Asali ya moto hapo ndo anaponikela mimi. Kwani hela sipo mimi nitakupa. Nikisema hapa nikutumie wewe. Alafu bado mimi niende nikatoe. Huku na katwa unapokutumia na nikaenda kutoa na katwa mimi na mambo nini? Eh hey, jamani, mbona mwanjeo unafanya mambo anakuwa mengi? Basi mtumie 8000. Hapo sawa. Aya tayari. Jina limetoka nani? Jamani, sadi ya moto au? Mm. Aya. Aya msada nyoa masimango. Wenda huko. <coughs> Nani na, angekusaidia saa hizi asubuhi subuhi? Siushukuru subu, su tu. Nenda, siushukuru tu mimi nenda. Adamu hana shukrani jamani. Karibu, karibu karibu. A wife, nakusikiliza. Nimekaa nikatafakari nimefikiria sana vya kutosha, nimetumia muda mwingi sana vya kufikiria, nikaja nikagundua kuwa uh, siku yetu jana ilikuwa mbaya sana na yote yote mimi ndo nimesababisha. Nimegundua kuwa nilikukosea sana, na ni kwa sababu ya wivu tu. Nilikufokea, nikakufokea, nikakupiga, nika tukasukumana. I'm so sorry. Yani, I know what I did is wrong. Nimekukosea na hiyo haikuwa ahadi yangu kwako kwa wakati nafunga ndoa nawe. Niliahidi kuku, kuku, kuku, kukupenda na kukupa amani ya moyo. So kiume nimeona, nimekosea. Nimekuita hapa ili tuyamalize. Samahani, nimekosea mwanamke wangu. I'm sorry. Mimi nimesha kusamehe mwanangu, wala hata usijali lakini pia sioni kama ni kosa unajua, wivu unahitajika sana kwenye mapenzi. Sahi. Kwa sababu mapenzi akueli, ya kweli yanashibishwa sana na wivu. Huwezi kuonea wivu kitu ambacho ukipenda. Yeah, sure. Usijali <laughs> kabisa kuhusu hiyo. So, nimekuelewa vizuri na nimekusamee ndio, lakini pia kuna changamoto moja hapa. Uh -huh. Unajua mama anasumbua sana kwenye swala so zima la chakula. Isitoshe dawa anazotumia ni kali sana yaani, kuna wakati nampa chakula na kikuta kama kilivyo naweza nikasema kuja nijitahidi basi angalau hata nimlishe na mlisha, anaishia kijiko kimoja au vijiko viwili. Hii mimi kwangu ainiridhishi mme wangu, yaani kama inawezekana, zungumza naye wewe basi, wewe unampa chakula. Ah, yani mimi ujue kuna vitu nashindwa kuelewa. Wewe ukikaa sawa, unampigania sana mamangu, na mi naona kama hivyo unataka ni, ni mfosi awe anakula anakunywa na kila kitu na enjoy, yani kuona unampambania mamangu lakini nikikaa na mama yeye muda wote anakusemea vibaya. Yani ananiambia kwamba unamtesa, au mpe chakula unamfokea, unamsema maji, unashindwa hata kumpa. Nashindwa kuelewa, yani mume wangu tumsamee bure. Inaweza ikawa uzee nao umri na maradhi anampelekesha. Sawa baba, kwa hiyo hata usijali katika hilo, naonakosa Ah, mi siwezi kujisikia vibaya kwenye hilo. Unajua imefikia time mpaka nikapata nika, nika wazo kwamba kwa nini tusitafute dada ya kazi awe anamsaidia ili wewe na wewe sasa ili yani utoe mzigo upumzike uwe busy na mimi. Kanji? Yani unamwita mama mzigo? Sikuwa na maana hiyo. Hapana, huko ni kukosea mume wangu. Sikuwa na maana. Hey! Maisha haya hapa hataki uoga, watoto wengi wanapoteza maeneo yao, kwa sababu udakuta watoto wanaleta uoga. Kwa lazima wapoteze maeneo yao mimi na wewe kama hatujakuwa yeah. Tunaweza tukafeli kwenye michongo kama hii. Shida ndio hiyo, kila kitu unataka ku complain. Yaani jamani, iwe <laughs> shoga yangu mwanja yule akili zake, yaani yule leo, yani katika vitu ambavyo amenichekesha. Ah, Mwanja leo amenichekesha jamani, yaani mi nimeenda kwa shida zangu, lakini nimeishauri ujinga, ujinga, ujinga. Haya Mwanja akakushauri nini?

Eh. Hey. Usielewa nini hapo? Ah, nimekosea badi. Umeona hapo sasa. Eh, hapo umekosea. Basi ngombe nikopeshe hela kidogo. Sasa si bora tu angeniambia hana. <laughs> Kanitafutia bwana. <laughs> Akampigia simu pale badi. Kupigiwa tu simu ile bwana, hapo hapo akatuma elfu ishirini. Hey, asa mina mambo kukuchiti wewe wapi na wapi, ndio hapo nilipomwona mwanja akili hana. Wewe adije wewe. We nini? Yaani hapo usichokielewa kipi, mshikaji wangu? wenzako wakiona fursa kama hizo wanachangamkia. Ona kama unapiga piga maneno mengi, au unasemaje mshikaji wangu? Mimi Yuda? Mi niseme nini tena? Mi kwenye mshkamahizo ndio natakiwa mimi nisalitiwe? Mimi nisaliti? Mimi Yuda Iskarioti? Mimi usinene huruma, mimi nisaliti bro wangu? Yani toka utoto wake, yaani yeye vitu vya kusaliti saliti hivi ndio udambu dambu wake. Aya, sawa, mi nita. Lakini mimi mwenyewe mambo ya kumchiti mume wangu, mi mume wangu nampenda mimi, mambo yangu yote, lakini mambo ya kukuchiti wewe, ah, ah. Naenda, lakini mambo mengine mimi sifanyi naye, nachukua lake narudi. We ukifika okay, kule gonga kopi, gongee kopi tu, gonga kopi, afu maisha endelee Fresh tu. Na maisha jinsi yanavyoendelea kwenye kugonga kopi, anti salama sikosekaniki Uh, mm. Usisahau kinga, yeah. Uh, kinga maeneo yote usikinge upande mmoja upande mwingine unaacha hiyo jao. Kinga nyumba nzima, kinga yeah. Nyumba nzima ujue, alafu chukua vya kwako tuletee hapa sisi tutajua tunasikia au unasemaje mwanangu? Hivyo hivyo. Uh, sasa kumbe vipi, kuna nini tena? Hatujala kuku long time hapa. Na kazi gani mimi hapa za kunibana ambazo zitanifanya nishindwe kumhudumia mama si sawa na mama yangu mimi huyu Ndo, nina kuahidi asilimia mia moja. Mfano angekuwa ni mama yangu akunizaa, unahisi ningeshindwa kumhudumia? Jamani, ninaomba lingine Kanji, kumbe nikuwa nakwambiaje, kama inawezekana hii nyumba tungehama tu mimi kiukweli inanichosha kwa sababu unaona nyumba kama vile imekuwa nzito. Kuna wakati unaweka vyakula kwenye friji uvikuti, na sio kwamba labda kuna mtu amekula alafu anadanganya ajara, hapana. Kuna wakati unaweka umeweka masahani jikoni, unakuta sahani zimedondoshwa chini zimevunjika. Kuna muda unaweza ukakaa sehemu gani, ukahisi kama vile mtu kapita. Yani, nyumba imekuwa kama vile sijui na mavitu gani. Mimi kiukweli ningependa tutuame, mmeongo na kuomba kanje kanje. Si unanipenda? Hey. Of course I do, lakini hii nyumba huju tumekaa sana muda mrefu au mambo yote siku zote ulikuwa uyaona. Na nami mwenyewe pia nashangaa kwa nini haya mambo yamekuja kipindi tu hiki. Hey. Anwesa, anyway, ngoja nitalifikiria, nitalifikiria. Alafu ndo wendo unakaa hapa ndo unaelewa mimi muda mwingi nipozangu kazini

Wewe, kesho nenda ne juu kwa juu tu, haina shida la nini, umesikia? Sawa. Fanya mambo yako, rudi hapa tusikie, la sio kutoka kulemba lemba. Tafuta hela. Eh. Ah. Kana usiniogope kabisa mimi, sawa eh. Fanya eh? Usaliti wako unavyo uweza, mna noma. <laughs> Kama kweli. Mm. Mm. Mume nimepata. Ah, nenda huko, mafikiri mimi nashobokea shobokea vitu kama hivyo. Kavu ni. Unaona oh, hivyo. Unaonea wivu kwa ajili si, ya chula yako. Sasa mimi nitamwonea wivu chula huyu rafiki yangu? Mimi namwonea wivu huyu? Mimi sina mperemba. Alafu sikiliza badi. Hebu rudi kwenye usika wako. Rudi kwenye karakta yako mwanangu. Wewe badi shika kitu. Shika kitu hiki kilipua. Tukuleta mambo yako tuharibu tena tuabidi, rudi tushapanga mambo yetu kibao hapa mama. So, tuondoe. Unagiri mtio wapi huyo? Choli choli huyo, choli master huyo, lakini kweli ah. Mgesi wapi? Moro, Arusha, Kilimanjaro? Uwezi kulewa mkoa wapo? Badi, mbona unapiga kelele sana? Umu ndani, una shida gani? Aya, embu sema umenitia nini mama? Madam, mnalazimisha ya kunywa. Naona tumbo la baridi. Sina taranja, tumbo linauma sana, njaa na nyuma kala, sina midae, natafuna tumbo, naomba kula. Kwa hiyo leo umejisikia kunywa dawa si ndio? Hmm? Ila siku nyingine zote utaki kabisa kunywa dawa. Sasa ngoja nikuambie, watu huwa wanafanya vitu kulingana na mudi ambayo mtu ameamka nayo hiyo siku, kama jinsi ambavyo wewe uwaga unajisikia kutokunywa dawa na kuna muda unajisikia kunywa dawa. Na mimi leo sijisikii kabisa kupika, yaani siingii jikoni kabisa. Nitakuja kupika muda wa jioni, nikiwa najua kabisa haya masaa mume wangu anakaribia kurudi nyumbani. Tena sio tu kuto kujisikia kupika, hata chakula cha kununua Sintotoa pesa yangu mfukoni nikanunua. Yani, vumilia hiyo njaa, utakuja kula jioni. si umeshai kufunga wewe? Si unaijua kwa resma pamoja na mwezi wa Ramadhani hmm? Basi leo tunaishi hivyo bwana, kama unaniua mapema usiweke kama kwenye ukweli mama hmm? Yani sio kama ninataka kukuua mimi, ninakuua wewe taratibu kwa hiyo mwanangu Adija, hivyo vyombo vyote ndo kakuachia wewe. Sema wewe mama, manake nikisema mimi humu ndani naonekanika kama Aziza moto, naongea sana. Yaani sema wewe mama. Kwa hiyo mwanangu Adija ndo kakuonaona nyota ya usijeli, au siyo? <coughs> Mama kasema mwachie hela yake. Hela ndio hela gani tena? kwani lile godoro analalia pale sebleni la kwao makubwa, si godoro langu lile? Kasema atanilipa hela, mpaka leo hajanilipa. Sasa mwambie mi sitaki. <laughs> ila mama, unanichekesha. mwanao unamjua kabisa. Wewe, uliombeba miezi tisa tumboni na kumzaa, umeshindwa kumdai Uwe ndiyo kaniambia mimi, mwenye damu yangu ya kunguni, ndo ni mdai kweli mama? Aa, mimi mambo yenu hayanihusu, mdai mwenyewe pesa yako. Yaani, yeah, no, wewe unashindwa kunielewa, sio kama namuogopa, ila labda tunaweza tukapishana, nitakuwa simuoni. Kama ukimwona wewe, mi nikimwona nitamdai, ila na wewe ukimwona mwambie. Mama kaniachia maagizo haya. Hebu nikatie sabuni, mi nataka kwenda kuoga. Hey, mama Sabu nina, avyambu, kukatiwe, ebu, eh? Sabuni inoshea vyombo tena, ndo nikukatie ndo ukaoge? Ebu, ayo masharti yameanza lini hayo ya ya kuogea ya, ya sabuni hii ya kuogea i yameanza lini? Sabuni si ndo hizo hizo tunazogeaga kila siku. Ebu nikatia bwana, mimi nikaoge mwenzio. Najita ufahamu hivi kama mama yangu hayupo duniani, unahisi mimi naweza nikajali au nikasikia huzuni kuhusu mama wa mtu mwingine? Yaani kama unakufa wewe, nenda niitie mwanangu ujue. <laughs> Mimi nilikuwa na stare zangu hapo. Sebreni, umefanya hichi kinywaji mpaka kimepoa, kimekuwa cha moto. Aya, ni kuitie mwanao yupi? Wa kike au wa kiume? Wa kike. Yaani unamzungumzia huyo kaaba wako, angekuwa anajali kipindi ambacho wewe unaumwa, si angekaa hapa na wewe Yaani ndo ameona yeye ni kipindi cha fursa kwenda kujitafutia zake ajira. Mimi siwezi kuharibu vocha yangu kwanza kumpiga huyo kaaba wako kabisa. Yaani hicho kitu hakipo kabisa, kisahau. Sawa, yeye ni wewe. hivi kwa nini haufi? Una unanikera bwana. Majuto, siwezi kurudi nyuma. Majuto, sitasahau. Siwezi kusamehe. Majuto, majuto, majuto.